Mm -hmm. Naona leo mmewapata, mmewapiga sita bila huruma, yani. <laughs> Sisi, ya tuangalie nani wala nani. Kila anayekuja mbele yetu sasa hivi ni kipigo tu, yaani hamna vya nini wala nini. Tunapiga yoyote alioko mbele yetu tunataka kombe. Ehehe, kombe lenye hamuwezi kupata, labda mwende kikombe chando wewe bisha, lakini mi nakwambia, so muda mrefu utaelewa. Show tu kwanza, siwezi kuongea na nyie. Si mmetukimbia juzi juzi? Yeah, tu hapa mliona, mtapigwa tano. Zingine zitajirudia mkaamua mkimbie, ayo makimbiaji hayo. Hakuna, hakuna kipya chini ya jua. Nyie, nyinyi wenyewe mmeshawahi kutukimbiaga. Hapo si hatujawakimbia kwa nini, mlituzuia tusifanye mazoezi sasa jifikirie, huku kakaa pakome, huku kakaa mzize. Mliona tena hizo unajirudia tena tend